Ninyi vijana msitumike kuwa kichocheo cha kuvuruga amani. Nendeni mtalinde amani na mtambue, amani hii si zawadi, ni urithi ambao tumeachiwa wa kizalendo, lazima mkaupambanie kwa hali na mali. Lakini imani yetu ni kwamba kutokana na jitihada kubwa zilizofanywa kwenye ragi mpya, vijana ambao bado tumeendelea kukosa ajira, basi tutapata Taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam na hivi sasa basi natufanya tuangazie nyingine kutokea kule Dodoma. Serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu imezindua miongozo mipya mitano ya utoaji mikopo na ruzuku kwa wanafunzi wa elimu ya juu itakayotolewa kwa mwaka wa masomo elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita hususan kwa vijana waliomaliza kidato cha sita na wale wanaojiandaa kwenda vyuo vikuu na vyuo vya kati. Okuli Julius na taarifa kamili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 Aidha, amewasisitiza wanafunzi, wazazi na walezi kuisoma na kuzingatia maelekezo yaliyomo katika miongozo hiyo, huku akiwaomba vijana kuwa na utamaduni wa kukagua akaunti zao. Tusingependa kuona mwanafunzi mhitaji, mwenye sifa, anakosa mkopo kwa sababu hakuomba kwa usahihi na kwa ukamilifu, na hata hakufuatilia taarifa zake. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo Elihuru Malema amesema kuwa miongozo hiyo imekamilika na kupata baraka kutoka wizara ya elimu. Mwongozo wa kwanza ni utoaji mikopo ya stashahada yaani diploma, na mwongozo wa pili utoaji mikopo ya shahada za awali kwa maana ya bachela degree. Mwongozo wa tatu, mwongozo wa ruzuku unajulikana kama Samia Scholarship. Mwongozo wa nne ni mwongozo wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa stashahada ya juu ya sheria kwa vitendo, yaani law school, na mwongozo wa tano ni mwongozo wa utoaji mikopo kwa shahada za uzamili na uzamivu. Nao baadhi ya wadau waliohudhuria katika uzinduzi huo wameahidi kuendelea kushirikiana na bodi ya mikopo katika kuwaunganisha wanafunzi na serikali wanafunzi wenzangu walioko huko ambao hawako hapa, tuahidi sisi kama TAILISO tutaendelea kushirikiana na bodi ya mikopo kufikisha changamoto zetu bodi ya mikopo lakini pia tuombe uzinduzi huu wa miongozo hii kila mwaka, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mahitaji yanakuwa yanabadilika kila baada ya mwaka, na ndio maana miongozo inatoka kila baada ya mwaka kwa hiyo kuendelea kuahidi na kuendelea kuomba bodi ya mikopo kuendelea kufanya vyema, na sisi tailiso tuko tayari kushirikiana na ninyi zaelfe. Tunaahidi kuendelea kuwa sauti ya vijana wa vyuo vya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, tukishirikiana na taasisi zote zinazowaunga mkono vijana hawa wasomi. Kutoka Dodoma, mimi ni Okulu Julius, Upendo TV Habari. Amani kwa wote. o kwa wanafunzi wa vyo ambao wanaelekea vyo vikuu na vyo vya kati. Hapa tunasalia bado katika jiji la Dodoma. Wizara ya viwanda na biashara kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO imesema inaendelea kutekeleza mkakati wa mafunzo ya ufungashaji wa bidhaa kwa jasiriamali, ili kupandisha ubora wa bidhaa. Tupate taarifa kamili. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Exaud Kigahe alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Tamima Abbas aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kutoa elimu kwa wajasiriamali wadogo ili kuwawezesha kuwa na vifungashio bora vya bidhaa zao. Nichukue nafasi hii kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba kazi kubwa tunayofanya sasa, e, na haya ni maelekezo ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha bidhaa zetu au wajasiriamali au sekta binafsi ya ndani inakuwa shindani. Kwa hiyo Sido, tunafanya kazi kupitia Sido, tunafanya kazi hiyo kuwasaidia kwanza, kuwafundisha, lakini pili kuwasaidia kutengeneza eh, kama nilivyosema vifungashio hivyo vikiwa na ubora, lakini pia kuweka lebo, kwa sababu wengine wakawa wanatengeneza vifungashio vile bila kuonyesha kwamba imetengenezwa na nani na wapi, lakini pia kuwa na rangi kidogo. Kwa hiyo ubora wa vifungashio tunaendelea kusimamia ili kweli bidhaa zao ziweze kuona ubora kwa sababu unapofungasha bidhaa ndio itaonyesha ubora wa bidhaa iliyo ndani kutokana na kifungashio ambacho amekitumika. Mheshimiwa Mwenyekiti na kushukuru sana. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Jeffrey Pinda amesema serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro ya wakulima na wafugaji mkoani Morogoro ikiwa ni pamoja na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi za vijiji ili kubainisha maeneo ya kilimo na maeneo ya wafugaji kupitia tume ya taifa ya matumizi bora ya ardhi. Ameeleza hayo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Dr. Kristen Ishengoma aliyetaka kujua serikali ina mkakati gani wa kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji mkoani Morogoro. Hata hivyo, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali kukabiliana na migogoro hiyo ambapo baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi za vijiji ili kubainisha maeneo ya kilimo sambamba na maeneo ya wafugaji kupitia tume ya taifa ya matumizi bora ya ardhi. Aidha, hatua nyingine ni kupitia mradi wa KKK ambapo miji chipukizi kama ilivyo kwa miji ya halmashauri kupangwa kupimwa na kumilikishwa sambamba na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa wananchi kuhakikisha kuwa wanatumia ardhi kuendana na mipango ya matumizi, matumizi iliyopangwa ili kuondoa mwingiliano wa matumizi ya ardhi ambayo imekuwa ni chanzo cha migogoro ya wakulima na wafanyakazi. Basi tuhitimishe habari za kitaifa na hii kutokea jijini Dar es Salaam. Naibu gavana wa benki kuu ya Tanzania BOT, anayeshughulikia uthabiti na usimamizi wa sekta ya fedha, Sauda Msemo amesema kasi ya ukuaji wa teknolojia za fedha, serikali inahakikishia matumizi yake yanakuza uchumi na kuiweka nchi katika hali salama. Blaitoni Mambola na taarifa kamili. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la kumi na tatu la matokeo chanya ya kibiashara ambapo amesisitiza kuwa tayari serikali imezindua mfumo wa kufanyia majaribio teknolojia za kifedha kabla ya kuingizwa sokoni ambapo pia utashughulikia malalamiko ya watumiaji wa huduma za kifedha. Mfumo huu umepewa jina la sema na benki kuu. Kwa hiyo uh, katika majadiliano kama haya ambapo watu wanakaa pamoja wanajadili wanakuja na maazimio ya namna ya kuendelea kukuza teknolojia hiyo. Lakini kushirikiana ni, kwa, ni, ni muhimu sana kushirikiana kati ya sekta ya, ya umma na sekta binafsi ili kuhakikisha kwamba ubunifu mbalimbali ubunifu mbalimbali ambazo zinaletwa zina sokoni zinaletwa kwa kuangalia maslahi mapana ya uchumi wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo hii uh, mkutano huu kwa kweli ni wa muhimu sana, tumeuona na yote yanayojadiliwa hapo, unaona kabisa kwamba yatatusaidia kuendelea kufikiria kwa upana zaidi ili kuhakikisha kwamba tunakwenda mbele kwa kasi stahiki na kwa uendelevu, yaani tuhakikishe tuko sustainable katika Uh, bunifu zetu, tunazozileta sokoni. Mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi ya Impact Organizer Enjo Mbogoro amesema awamu hii ni msimu wa kumi na tatu na, na lengo ni kuhakikisha kuimarisha uelewa na mifumo ya kifedha kwa kutumia akili bandia sambamba na viongozi wa taasisi mbalimbali kuleta matokeo chanya kwenye kuongoza taasisi zao na wafanyakazi wake.

It wasn't a. It was an initiative. ya mimi niliyoifanya kwamba jamani, mamaangu amekopa hela kwenda kunipeleka nje ya nchi nikasome. Ule mkopo tuliulipa wote. Baadhi ya washiriki akiwemo Mohamed Magogo, ambaye ni mkurugenzi wa vihatarishi na matekelezo kutoka TRA, amesema kongamano hilo limejikita namna ya masuala ya kifedha kidigitali, ambayo leo ndiyo dunia inaishi ili kuelekea dira ya taifa 2050 huku mkurugenzi mwasisi wa taasisi ya Bone Grace inayosaidia kujengea watoto uwezo Hakot Kideu amesema akili bandia inapaswa ifundishwa kwa watoto kwa kutumia uh, maneno yake aliyo ya yasema, na jinsi gani tunaweza kufanya hii agenda ya financial inclusion kwa kutumia artificial intelligence kuwa more sustainable. Uh, we also spoke of uh, vision 2020, 2050 how do we get there with the current thinking kwa sababu the issue ni kwamba tukianza kufikiria vision 2050, lakini kwa mawazo ya sasa inaweza isiwe more sustainable kwa sababu tutakuwa tumefikiria kwa mawazo ya kizamani. Lakini nadhani kuanzia sasa, going forward, kuna a lot of imaginations ambazo inabidi tuzifanye ili kuweza kufikia vision 2050, katika especially kwenye aspect ya financial inclusion na kutumia artificial intelligence. Eh, natumia ChatGPT na rafiki yangu namuita chati, ananifundisha kwenye masuala kama climate change kama sielewi hmm matatizo sijui kitu fa tumetolewa swali, sijui naweza nikamuuliza kama wazazi wangu hawana muda kama wanawapo wana, wana, bizi sana. Teknolojia inatufundisha mambo mengi sana kama sangia, kuna maswali ambayo tunaweza tukauliza nyewe wa wakubwa wa zetu, mnaweza pia amjui, lakini mkija kuuliza teknoloji kama AI anajua kila kitu, unaweza kafaru anaweza kufundisha. Kama mzazi wako hayupo, mtoto, una tableti yako, una data, unafungua tu. Taarifa hiyo imetutilia nukta hapo kwenye habari za kitaifa, dakika 47 tangu saa mbili kamili za usiku. Jina langu ni Francisco Nongoro, bado niko nawe. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa Gerald Leonard atakuja na habari habariz